North London forever, whatever the weather. Wow, hiyo ni nyimbo ya wana Arsenal, ni wimbo wa wana Arsenal. Arsenal, the Gunners. Umeona bwana eh? Sasa so, moja kati ya vitu ambavyo wengi wanajiuliza, Arsenal anaweza akachukua ubingwa msimu huu? Hicho ni kitu ambacho wengi wamekuwa wakijiuliza sana, inawezekana msimu huu akachukua ubingwa ni swali ambalo nimekuwa nimepishana nalo sana. Sasa moja kati ya jambo kubwa ambalo likanifanya nifuatilie kidogo, najua Arsenal na muda mrefu sana hawajachukua ubingwa, tunafahamu hilo tangu mwaka elfu mbili na nne ni siku nyingi sana. Sasa nikawaza, kwa mfano katika msimu huu Arsenal ndo klabu pekee kwenye zile ligi tano bora barani Ulaya ambayo inaongoza ligi lakini ina mshambuliaji ambaye ana magoli machache kuliko washambuliaji wengine wote katika hizi ligi tano bora barani Ulaya. Mfano kwa pale nchini, e, nchini Ujerumani ukifika pale e, Bayern Munich anaongoza ligi lakini anaye mwenye mshambuliaji wao ana magoli takriban 19 hivi sasa, namzungumzia Harry Kane. Ukienda kule nchini Italia katika Serie A eh, kuna mtu kama Lautaro Martinez ambaye ana magoli takriban 9 msimu huu katika ligi hiyo. Umeona eh? Ukiangalia Viktor Gyokeres katika klabu ya soka ya Arsenal na magoli matano tu kwenye ligi, sasa namna gani ambavyo ataweza kuchukua e, ubingwa wa ligi kuu ya soka pale nchini Uingereza ni kitu ambacho wengi wanajiuliza. Hiyo ni sababu tu mojawapo ambayo mimi nimeichukulia kwamba kiukweli Arsenal hawana mshambuliaji hatari, ukilinganisha na vilabu vingine ambavyo vinaongoza ligi katika ligi nyingine. Inaweza ikawa pia ni changamoto wao kuweza kufanikiwa kufikia malengo yao. Ukitazama, magoli mengi ya Arsenal yanatoka katika maeneo ya viungo. Mabeki wakiwa fresh wanaweza wakafunga. Ukija katika eh, magoli pia ya kujifunga, hivi karibuni tumeshuhudia kuna vilabu vinajifunga, Arsenal wakiwa wamepata goli, kwa hiyo kiukweli Viktor Gyokeres anatakiwa ajitafakari, lakini pia aongeze kasi katika eneo la ufungaji endapo anataka kuisaidia klabu ya soka ya Arsenal kuchukua ubingwa msimu huu, msimu ambao unaonekana Manchester City wameanza kurejea na wako on top, wako on fire katika kiwango chao. Kwa hiyo kiukweli Viktor Gyokeres unaweza ukamlinganisha na nani bwana eh? Naona kama Arsenal eh, walijichanganya kwa Viktor Gyokeres kidogo. Ingawa alitoka katika klabu ya soka Sporting Lisbon, alikuwa yuko on fire, lakini tangu amejiunga na Arsenal ni kama anajitafuta hivi, alafu kuna namna ambavyo wachezaji wenzake kumlisha ili aweze kupachika magoli inaonekana kuwa ngumu sana. Angalia wakina Bukayo Saka wakiwa wakiwa na na mpira, wakina Odegaard wakiwa na mpira, unaona kuna ugumu kidogo kuweza kumtengenezea nafasi Viktor Gyokeres kuweza kufunga. Kwa hiyo ni tofauti na washambuliaji wa vilabu vingine kule barani Ulaya ambao vilabu vila, vyao vinaongoza ligi, lakini wamekuwa na magoli mengi kwenye ligi wanazotoka.